Shukrani sana mheshimiwa waziri uh, na watumishi wote wa wizara mpya. Ukweli ni kwamba katika mitandao ya kijamii na maswali mengi yamekuwa yakiulizwa, kama ulivyopitia, lakini tunabadili kidogo, na kwa sababu tuko tutakuwa live kutoka dakika chache, ukiwajibu wa Tanzania maswali machache kama ma, manne hivi kwa niaba ya wazalendo wote walioko humu ndani, lakini kwa niaba ya Watanzania wote, wananchi wa Tanzania wanauliza maswali machache kutokana na kile tulichokiona kwenye cyberspace. mimi naitwa Edwin Deketela, mtaalamu wa mifumo pamoja na mawasiliano serikalini. Mheshimiwa Waziri, wananchi wamepongeza kwa hatua hii, lakini pia wanasifu namna ambavyo umeanza vizuri na wengi wanataka kujua na wameanza kwa kuchokonoa kwenye hisia, wengi wanakuuliza wana kwa mujibu wa tafsiri ya, ya vijana neno vijana kwamba ni watu kati ya umri wa miaka 15 hadi 35 hapa Tanzania. Kwa ujumla wanachokiandika kwamba hili ni kundi la umri, sio kundi la umri tu, bali ni hatua muhimu ya maisha ya binadamu inayojengwa juu ya nguvu, ubunifu, ari, ndoto na uwezo mkubwa wa kujifunza kubadilika. Vijana ni kipindi ambacho ana nguvu, kazi na afya, kufanya kazi kwa nguvu wakati mmoja na ana uwezo mkubwa wa kufikiri kwa ubunifu na kukubali mabadiliko. Kwa namna hiyo kijana sio tu mtu mdogo wa umri, bali ni rasilimali hai ya taifa. Mheshimiwa Waziri, wanaandika tunafahamu, kabla ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hajateua hajakuteua wewe kuwa waziri wa vijana, wewe mwenyewe ulikuwa unajihusisha na masuala ya vijana. Swali so, hili ni binafsi sana na limeulizwa na wananchi wengi wanaokufuatilia hasa baada ya hotuba yako ya ufunguzi hii leo. Ulijisikiaje ulipochaguliwa kuongoza vijana ukiwa kijana? Asante. Uh, kwanza e, nilimshukuru Mungu kunipa nafasi, lakini pili nilishangaa kwa sababu haikuwa kwenye mipango yangu na wala sikuwa na waza kwamba jambo hili lingeweza kutokea lakini tatu, niliona ni imani kubwa sana nimekopeshwa na mheshimiwa rais kwa sababu ya upya wa wizara yenyewe, lakini hasa pia kwa sababu ya e, ukubwa wa kundi lenyewe la vijana ambalo tunakwenda kulihudumia. Lakini kwenye tafakari yangu niliangalia mambo yafuatayo. Cha kwanza, e, kwa sababu nimeishi maisha ya vijana wengi na nimeeleza hili kwenye historia yangu kwenye maeneo mengi sana, niliona nimepewa wajibu wa yale ambayo nilikuwa pia kwa namna moja au nyingine ningeona yapewe msukumo. Nilikuwa naona nimepewa nafasi nzuri ya kuyapa msukumo kupitia maono ambayo mheshimiwa rais pia amekuwa nayo. Lakini sambamba na hilo eh, niliona dhamira ya mheshimiwa rais kuhusiana na kundi kubwa la vijana, na katika hili kuundwa kwa wizara, tafsiri yake kubwa ilikuwa ni kuwapa sauti vijana wa Kitanzania, na mimi katika shughuli zangu kama ulivyorejea nimetembea mashuleni, nimetembea vioni, nimetembea kwenye vijiji, nimetembea mijini na maeneo mbalimbali. Moja ya kilio kikubwa sana nilikuwa nasikia vijana wakizungumza ni kwamba wanaona kama vile hawana platform nzuri ya wao kusikilizwa, lakini pia ya wao kupewa kipaumbele kwao. Nili, niliona ni ameamua kuweka mfumo rasmi wa kila kinachomhusu kijana pia kupewa kipaumbele chake. Kwa hiyo kwangu mimi nilichukulia ni wajibu mkubwa lakini pia nilichukulia ni wito ambao mimi ni mwakilishi wa vijana wengi sana hapa Tanzania ambao wangeweza kuwa kwenye nafasi hii lakini alinipa nafasi kuwawakilisha vijana hao. Kwa hiyo, kwa ufupi kwangu mimi ninaamini kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais kuunda hii wizara na kunipatia mimi ameonyesha tu reflection ya kile ambacho vijana wengi wa Tanzania wanakitamani. Kuchaguliwa kwangu na historia yangu ni uthibitisho kwamba kijana yoyote wa Kitanzania, bila kujali background yake. Mimi sina wazazi wanasiasa, hawajawahi kuwa wanasiasa eh, historia yangu inafahamika. Ni mbunge kwa mara ya kwanza, sijawahi kuwa naibu waziri, nimekuwa waziri kwa mara ya kwanza. Nafikiri ujumbe aliokuwa anajaribu kuutuma ni kwamba kijana yoyote wa Tanzania mahali popote alipo, bila kujali historia yake, anamjua nani na amjui nani anaweza kuwa na nafasi katika ile taifa kwenye eneo alilochagua. Kwa hiyo mimi, amethibitisha kwa vitendo kwa kunipa hii dhamana kwenye sehemu ya siasa, lakini yanamaanisha kijana aliyoko Misungwi, kijana aliyoko Kakonko mwenye dhamira ya kuwa na kiwanda na kuajiri vijana wenzake, basi hilo pia linawezekana. Kijana aliyoko na Chingwea anayetaki anayetaka kumiliki mabasi na magari ya usafirishaji basi hilo jambo pia linawezekana. Kijana aliyeko Kilombero anayetaka kuwa na shamba kubwa la kulima kwa kutumia zana za kisasa, ametuma ujumbe kwa taifa kwamba hilo pia linawezekana. Na kwa sababu na mimi nafahamu nilikotokea, na, na niliyoyapitia na changamoto nilizozipata, na fursa hii kwangu mimi ninaiona ina wajibu mkubwa sana kuhakikisha ndoto za vijana wa Kitanzania zinatimia pia sawa sawa na maono ya Mheshimiwa Rais. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, unaangaliwa na vijana wote na unasikilizwa kwenye baadhi ya redio za jamii sasa hivi, na haya ni maswali ambayo yametumwa kwenye hivyo vituo. Na swali la pili lina linataka na linaeleza kwamba vijana wa Tanzania ni zaidi ya theluthi moja ya wananchi wote, lakini wengi bado wanakabiliwa na ukosefu wa ajira, mitaji, fursa na mtu anayekusikiliza sasa hivi kijijini au mjini muda huu kwenye mitandao ya kijamii, ni jambo gani Mheshimiwa Rais ameliona na wewe umeliona la msingi, atakaloweza na litakaloweza kumbadilisha katika maisha ya vijana ndani ya mwaka mmoja ujao, kutokana na wizara yako unayoiongoza, ulioteuliwa na watendaji ulionao sasa hivi mahiri? Asante, uh, kama ulivyozungumza moja ya changamoto kubwa ya vijana ni ajira, lakini ajira sio changamoto pekee walionayo vijana, na mara nyingine changamoto ya ajira inatokana pia na changamoto zingine ambazo zimeanza kabla ya ajira. Sasa wizara hii ni kama nilivyotangulia kusema, ni multi-sectoral. Hauwezi kuwa na initiative moja ikatatua kila kitu, lakini sisi kama wizara tunajiona kama ni coordinating ministry ambayo inaweza ikasaidia kuunganisha nguvu za maeneo mbalimbali ili kutatua changamoto ya kiajira na yako maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, kwa muda mrefu tumeona kuna changamoto kubwa sana ya pengo la kiujuzi lilopo kati ya, ya vijana wanaotoka katika taasisi za kielimu na mahitaji ya soko kwa maana ya waajiri pamoja na fursa za kibiashara zinazopatikana. Ndio maana sisi kwa kushirikiana na wizara, kwa mfano wizara ya elimu eh, tunaona namna ambavyo mitaala mipya iliyowekwa na msukumo mpya tunaweza kuweka pia kwamba vijana kuwe kuna matching of skill kati ya wanachokihitaji kwa maana ya soko na kile soko ambacho inahitaji. Na katika hili utakuwa umeshuhudia siku chache zilizopita, serikali ilitoa nafasi takribani elfu tano kwa ajili ya vijana kwenda kujifunza katika vio vya kati katika ujuzi wa aina mbalimbali, hasa ujuzi wa ufundi wa kati. Hapa tunazungumzia mafundi kwa mfano wa bomba, tunazungumzia makapenti, tunazungumzia welders na watu wanaofanana nao, lakini kwa sababu teknolojia inaendelea kukua tunaamini pia uwekezaji mkubwa utaendelea kufanyika katika teknolojia ya kisasa kwa maana ya uh, watu kuweza kuwa na uelewa mzuri katika uh, digital space eh, ni eneo lingine ambalo tunaamini katika uwekezaji. Kwa hiyo cha kwanza ni kuona kwamba mifumo inaendelea kuboreshwa kwa ajili ya uhakika wa watu wanapotoka waweze kujitegemea sawasawa na sera yetu ya elimu sasa hivi inavyozungumza. Lakini eneo la pili ambalo ni la msingi sana ni eneo la mitaji, na hili limekuwa ni changamoto kubwa sana. Serikali imefanya kazi kubwa sana kwenye swala zima la uwezeshaji wa wananchi kimitaji. Na mtaji pamoja na kwamba tunazungumza fedha, lakini upo mtaji vifaa, lakini pia upo mtaji wa kiakili ambao tunaendelea kusisitiza katika utekelezaji wetu. Mfuko wa uwezeshaji wa wananchi e, e, baraza la uwezeshaji wa wananchi lina mifuko takriban sabini tano ya uwezeshaji. Na ipo ya vijana kule ipo ndani. Na hapa tumekuwa na, na mijadala mingi kuhusiana na mifuko. Kwa hiyo nafikiri nafikiri, e, swala la pesa ni swala mojawapo, ziko halmashauri hapa nchini nimetembelea ndani ya mwaka mmoja zimetoa bilioni sita katika asilimia kumi. Ziko zimetoa bilioni mbili, ziko zimetoa bilioni tatu. Kwa hiyo kwa upande mwingine unaweza ukaona kama fedha sio changamoto pekee ambayo vijana wanaikabili, lakini katika hilo tulichokigundua ni uh, kukosekana kwa uwiano wa mikopo hii inavyotolewa. Eh, watu wanaweza kupata na watu wasiweza kupata, na ndio maana moja effort kubwa tutaifanya kama wizara ni kuhakikisha kwamba kila kijana kunakuwa na inclusion katika taarifa na michakato ya watu kuweza kupata mikopo. Kwa sababu malamiko mengi ambayo tumeyapata sio kwamba fedha hazipo ila ni kwamba wanaopata wakati mwingine wamekuwa ni walewale wale, mzunguko ukiwa ni uleule ule. Kwa moja ya juhudi ambayo tunataka kufanya ni kwamba upatikanaji wa mikopo hii tunaweka mkazo na mikakati kwamba kila kijana apate fursa ya kupata taarifa lakini pia ya kuweza ku access. Eneo lingine ni uzoefu katika uh, kazi ambao unahitajika sana. Moja ya changamoto ya vijana wengi tumekutana nayo wanasema wakienda kupata kazi wana, wanaulizwa uzoefu eh, kwamba una uzoefu wa kiasi gani. Na ni kweli ni swali ambalo kidogo lina changamoto yake kwa sababu kama umetoka chuo utawezaje kupata kazi. Na ndio maana moja ya kitu kimeeleza katika Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kuongeza K ya nne katika K tatu ambazo zimezoeleka. Tumezoea kusoma, kuandika na kuhesabu. Sasa ya nne ambayo nataka iongezeke ni kufanya kazi. Ili mwanafunzi anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam chuo kikuu kimetoa nafasi kwa kujengwa Mlimani City Mall. Kuna maduka na kuna ofisi. Inashindikanaje mwanafunzi kupata fursa kwa chuo kuingia mkataba na makampuni yanayofanya kazi pale, ambao wamewakopesha ile ardhi au wamewakodisha ile ardhi, ili waweze kupata nafasi za kusoma pia, za kufanya kazi pia. Kwa hii iende pia katika sekta zingine, na serikali imeonyesha njia. Sasa hivi uko mpango ambao unaendelea ambao vijana wanapata lipwa kila mwezi takriban shilingi laki moja kama token kwa ajili ya usafiri Eh, wa kuweza kuendelea katika makazi. Tunataka tuone private sector wakiwa pia na msisitizo na mkazo zaidi, na nia serikali tuweke incentive pia eh, tuweke faida fulani anayopata private sector anapowaruhusu vijana kwenda kufanya kazi katika hayo maeneo, na hii ni moja ajenda ambayo tunataka tuweke mkazo pia. Lakini eneo la mwisho la msingi ni kutumia rasilimali tulizonazo katika kile eneo nalopita, nchi ya Tanzania imebarikiwa kwenye maeneo mengi sana. Nafikiri tuna kazi kubwa ya kubadilisha mindset za vijana wetu kuona kwamba Eh, kazi na ajira ni vitu viwili tofauti. Kazi ni kile unachoweza kufanya kikakupatia kipato ambacho ni halali na ukaweza kuadi value. Ajira ni pale unapokwenda kufanya kazi ya mtu mwingine. Kazi zipo, ajira ni chache. Tunawezaje kutumia rasilimali zetu za maziwa, bahari kufanya uvuvi wa kisasa kwa kupitia sera ya uchumi wa blue tulionao? Tunawezaje kuwafanya vijana waamini kwamba kufuga ng'ombe sio umaskini? Unaweza ukafuga ng'ombe kisasa ukawa nenepesha na ukawasafirisha ngombe na inawezekanaje tukamfanya kijana akafikiri kwamba kujiajiri kwa kuwa mpambaji anaweza kupamba kwenye mikutano ya kimataifa na bado akaingiza pesa nyingi sana. Inawezekanaje, kijana tukamfanya afikiri kwamba yeye anaweza kufanya kazi ya upishi kama catering na akaweza kusupply chakula kwenye mikutano ya kimataifa na kwenye maeneo mengine pia, kwa kuna thinking ambayo lazima tuibadilishe, na hii inaambatana na jamii yetu pia. Mimi nilisoma masomo ya sayansi, watu wengi waliamini ningekuwa daktari na ndio pressure niliyokuwa nayo, sikuwa daktari. Nikasoma masomo ya uhasibu, sikufanya uhasibu, nikaanza kufanya mambo ya kufundisha watu nika, baadaye nikapata kazi UN, nikafanya kazi UN, ndipo acha kazi UN kufundisha vijana. Watu wengi walinicheka, wakaona kwamba ni kitu ambacho napoteza muda, lakini mimi nilikuwa naamini kwamba ni kitu ambacho kinanifikisha mbali, na nimesafiri maeneo mengi na kufanya vitu vikubwa sana kupitia kile ambacho nilikiamini kingeweza kuniajiri na kiliniajiri, na kikaa kinanilipa kuliko pesa ambayo nilikuwa napata nikiwa mwajiriwa na leo niko hapa kwao. Naamini vijana pia wanatakiwa kubadilisha mindset kwa namna fulani, kwamba wafikiri na kuona zaidi wanavyoona sasa hivi, kwamba kazi zipo, ajira ni chache. Kazi unaweza ukaitengeneza mwenyewe, ajira unasubiri mtu mwingine akutengenezea. Mheshimiwa waziri, na ninafurahi kwa sababu uh, mwananchi anayekusikiliza na amefurahishwa sana, anasema huyo mwamba anaongelea falsafa ya kazi na kusema vijana hawataki kucheleweshwa au kuzungushwa. Nimefurahi sana, asante kwa, kwa kijana anayepita ofisini na kwenye serikali na hapati majibu, anacheleweshwa mkopo. Mimi nauliza kijana huyu, anasema ni njia gani ya moja kwa moja atakayoweza kutumia kuwasilisha malalamiko yake na kupata suluhisho bila hofu? Asante. Uh, kama wizara tunajipanga kuona kwamba tunapunguza gap la, eh, la anayehitaji huduma na yule ambaye mtoa huduma. Hatua ya kwanza ambayo tumeifanya ndio hii tuko hapa leo kukutana na watu ambao ndio hasa wanaishi na vijana kule chini. Na naamini baada ya kikao kazi hichi watakuwa ni watu muhimu sana kwa sababu hiyo kijana anayeuliza atakuwa ametokea katika wilaya fulani au halmashauri fulani ambao wawakilishwa wote tunawapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka nguvu na uwezeshaji unaendelea eh, katika sekta ya maafisa eh, maendeleo ya vijana ambao wanapatikana katika maeneo mbalimbali. Lakini eneo la pili, kama tulivyosema, ninaamini sana tutatumia teknolojia sana. Kwa sasa tunatumia zaidi mitandao ya kijamii zaidi, lakini baadaye tutakuja na mfumo ambao unaweza ukatusaidia huyu kijana hata asipotoka nyumbani kwake anaweza akauliza taarifa akaipata anaweza akatoa malalamiko yakafika na yakafanyiwa kazi bila shaka yoyote ile. Kwa tutajitahidi sana kutumia teknolojia katika kuwafikia, na ningependa kutoa ahadi kwamba sisi kama wizara tunakusudia kwamba mtu yeyote anayekuja katika wizara yetu ajivunie kuhudumiwa kwa wakati na kupatiwa ufumbuzi wa changamoto zake. Tunaamini kwa sababu sisi ni wizara ya maendeleo ya vijana, tutashughulika na tutaishi kama vijana. Tutafanya mambo yetu kama vijana na mwisho wa siku tunaamini vijana wengine watakuwa wanawaambia wizara zingine kwa nini msifanye kama wizara ya maendeleo ya vijana kwa kushughulika na matatizo yao wa kwa wakati. Maswali ni mengi mno, lakini hili ni swali la mwisho na mengine yataweza kujibiwa kama wanavyokutag. Huyu anasema ametangaza kuhusu fursa na serikali imetangaza kutoa shilingi bilioni mia mbili kwa uwekezaji wa, wananchi kiuchumi wakiwemo vijana. Anasema historia imetuonyesha kuwa fedha nyingi za vijana zimekuwa zikimalizia kwa wachache. Ni nini kimeandaliwa safari hii kuhakikisha kila kijana hata wa kijijini asiye na mtandao mkubwa anapata fursa kwa haki na uwazi? Swali hili umelijibu pale, lakini kwa ufupi sana, mheshimiwa waziri, hebu lifafanue vizuri kwa wananchi wote Tanzania sasa. Yeah, maagizo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba hizi fedha ambazo amekusudia kuzitoa na aliziahidi kupitia kampeni zinalenga kuwasaidia wajasiriamali wadogo lakini pia wanawake na vijana na makampuni ambayo ni startups ambayo ni yanaanza makampuni changa. Na maelekezo yake yameelekeza vizuri kabisa kwamba utafutwe mfumo na muundo ambao pesa hizi zitakapokuwa zinagawanywa basi hazitamwacha kijana yoyote ile kwa sababu yoyote. Aidha, kwa sababu za kijiografia au kwa sababu za jinsia au kitu chochote kile, kisilete ubaguzi wa namna yote katika ufikishwaji wa fedha hizi. Na hivi tunavyozungumza, tayari wataalamu wetu kutoka katika wizara mbalimbali wako wanaendelea na kazi ya kutengeneza mfumo mrahisi na mzuri ambao utahakikisha vijana wote wanafikiwa na fedha hizi. Sisi kama wizara ya maendeleo ya vijana e, tunafahamu kwamba zipo ambazo zitapitia kwetu lakini zipo ambazo zitapitia katika E, wizara nyingine na mifumo mingine, lakini kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba kokote na mfumo wote ambao utatumika, basi kijana, cha kwanza anapata taarifa kwamba hizo fedha zipo, lakini cha pili kupitia sasa e, maafisa maendeleo ya vijana na kupitia ofisi yetu kama wizara, tunatoa usaidizi wote unaohitajika ili kijana huyu atengenezewe na apate sifa za kuweza kupata fedha hizo. Cha tatu tutahakikisha kwamba tunakuwa bega kwa bega kwa ajili ya kuhakikisha tunaendelea Eh, kuwasaidia kwa ajili ya wanapoendelea matumizi yao na shughuli zao ili wajengewe uwezo wa kuzirudisha lakini hasa uwezo wa kukua katika kile wanachokifanya. Dhamira ni kwamba anayepewa leo basi angalau baada ya miaka miwili asiombe asi tena kwa sababu awe amejenga uwezo wa kuajiri vijana wenzake ili hizi fedha ziwafikie watu wengi zaidi. Dhamira hapa ni kutengeneza vijana wengi wanaoajiri vijana wenzao zaidi. Ndio focus ambayo tunayo na ndio msisitizo ambao tutaweka. Kwa hiyo, vijana wote wanaonisikiliza E, waendelee kufuatilia mitandao yetu ya kijamii lakini pia kupitia maafisa maendeleo ya vijana wa wilaya e, kwa maana ya halmashauri zetu pamoja na mkoa. Tutaandaa utaratibu mzuri, tutawafikia. Kama ilivyo falsafa yetu, tutawafuata kule waliko, tutatoa taarifa, na ninaamini kwamba kila kijana ambaye anahitaji kwa namna moja au nyingine ataweza kupata bila kubaguliwa kwa namna yote, asante sana. Mheshimiwa Waziri, shukrani sana. Naomba nimjibu anayeniuliza, hiyo ni sauti ya nani yenye mamlaka? Nikujuze tu kwamba ni sauti ya Mheshimiwa Joel Arthur na, na Nanauka huyu ni mbunge na waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Na kwa taifa la Tanzania vijana sio kundi tu la kusaidiwa, kama ulivyomsikia Mheshimiwa Waziri, bali ni nguzo ya maendeleo ya taifa. Maendeleo ya Tanzania leo na kesho, kama alivyofafanua yanategemea moja kwa moja jinsi taifa litakavyowatambua kuwaandaa, kuwawezesha na kuwashirikisha vijana wote nchini Tanzania. Kwa maneno mengine, na mnukuu, ukimwandaa kijana leo, umeandaa Tanzania ya kesho. Njoo tuzungumze. Shukrani sana Mheshimiwa waziri na timu yako yote, na tukutakie jioni njema na Mungu aibariki Tanzania. Sawa so, basi maafisa maendeleo ya vijana, kwanza niwashukuru kwa muda wenu na utulivu na michango yenu yote. Naomba nitumie nafasi hii kuahirisha kikao chetu na tukutane kesho kwa ajili ya kuendelea zaidi. Asanteni sana.